Nguvu aidha, usichoke au ucheze kwa dakika zile zile na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo vipimo vitafanyika kabla ya huu mchezo. Kwa hiyo sasa, leo tutashuhudia kama kuna timu ilikuwa inatumia maybe hizi dawa basi ee, wakizikosa ina, nafikiri inajulikana kwamba nguvu zitapungua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo vipimo vitafanyika iko ya ndani kwanza. Mimi na maswali mengi iko nimekuwa ya haraka, alafu umetushangaza kutuletea taarifa kama hiyo, taarifa ambayo Hakuna mtu ambaye alikuwa anatarajia kuisikia. Umeitolea wapi taarifa kama hiyo? Unajua, ngoja niwaambie kitu kimoja. Uh, mimi na mimi pia na vyanzo na vyanzo vyangu mimi havinipi taarifa muda wowote, nanipa taarifa kulingana na muda taarifa inavyotokea. Kwa hiyo kupitia vyanzo vyangu nimepewa taarifa kwamba kuna vipimo maalum ambavyo vitafanyika, uh, vya kung'amua kama kuna matumizi yoyote ya madawa, uh, ya kuongeza nguvu kwa wachezaji ili kuhakikisha kwamba wachezaji wanacheza kwenye uhalisia wao na of course, hivi hivi hivi vipimo ni muhimu sana, na ni, ni, ni katika criterias ambazo FIFA wamekuwa wakizipigania sana kwenye mpira. Matumizi ya madawa ya kuongeza nguvu yanapigwa marufuku sana kwenye mpira sana. Sasa, uh, hii ni, ni taarifa uh, mpya. Friji Bovu, wewe mzee wa, wa una, ia, yeah, friji ambalo haligandishi ndugu <laughs> yangu. Hii ulikuwa hii ya kupimwa hii, akija nangu si nimemridhisha friji. Kwa hiyo vitu vigumu kama hivi, kuna wakati mimi pia huaga na limitations zangu <laughs> yeye sasa hivi hana limitations. Kwanza huyu anakoishi huyu, unajua nakoishi e, bana. Ni kweli, of course ni jambo zuri na mimi pia nafurahia, lakini paka uone watu wanataka kufanya hivyo vipimo mm, wamepata viashiria. Sio tu, ngoja niwaambie kitu kimoja bwana Friji eh, nikupe nikupe tu, utajua mwenyewe. Katika ile kikao cha usuluhishi eh, kuna timu moja wapo ilipendekeza ifanyike hivi vipimo, na sioni kama ni jambo baya, ni vipimo vya kawaida ambavyo vinafanyika duniani kote, na hata kuna mchezaji barani Ulaya ameshawahi kufungiwa, Pogba, nafikiri po, po, watu wanamjua hmm, alikuwa, alikuwa bandi kwenye mpira kwa sababu ya mambo kama haya, alikutwa positive. Kwa hiyo katika kile kikao kile ndio kulipendekezwa, baadhi ya viongozi wa vilabu ambao naweka secret kwamba walipendekeza kufanyike vipimo vya anti-doping test, na sioni kama ni jambo baya. Kwa hiyo vitafanyika kabla ya mchezo na ndio maana mnaona mchezo umekuwa na surprise nyingi, reaction za Simba dakika za mwisho wanakuja kutangaza mechi inachezwa, lakini vilevile kumekuwa kuna mabadiliko mengi ikiwemo mambo ya waamuzi. Hivyo vyote havitokei kwa bahati mbaya, si unanielewa? Hivyo vyote havitokei kwa bahati mbaya, hio ni vitu ambavyo vimekuwa plan. Tuseme pia hmm, uh, kuahirisho kwa dabi ile ya tarehe nane ina negativity na positivity zake, yaani negative yake ni kwamba watu wamekosa ladha ambayo watu walikuwa wanahitaji lakini faida nyingine imeibua mambo mengi sana ambayo pengine asingefanyika mara baada ile dabi kuchezwa. Mfano kama hii hapa. Mara baada dabi kuchezwa ile jambo lisingefanyika mm. Lakini pia hii kuleta waamuzi kutoka nje tena waamuzi bora kabisa kutoka nchini Misri. Maamuzi amechezesha ya, ya, mm. hadi nusu finali ya Afcon mechi ya South Africa na Nigeria. Maamuzi mm. ambaye amechezesha mechi ya, ya, ya fainali ya Egypt Super Cup ile. Mm. Ya, ya Ahli pamoja na, na Zamalek. Maamuzi ambaye amechezesha mechi za World Cup, za vijana leo wameletwa hapo kwa gharama kubwa. Jana nilikuwa anaongea na Nasoro na, na Amduni, huyu ni mwenyekiti wa wakamati ya waamuzi og dakika ishirini kwenye kipindi. Nikamwambia, kwa nini mmefikiria hivyo? Akasema ni jambo ambalo walikuwa nalihitaji muda mm, mrefu, lakini pia wanataka kuona dabi ya namna yake kwa sababu uh, hii dabi mm, sasa inafuatiliwa, tension imekuwa kubwa, promo imekuwa ya tofauti. Kwa hiyo lazima waleta waamuzi wote kutoka nje. Sasa kwa upande wa Yanga wao wanaumia, waamuzi hawa kuletwa bila mm, kushirikishwa. Sasa mimi najiuliza kwamba yeah. Before, Simba wao walishirikishwa, mbona Simba wamekaa kimya? Utajua nani anayofia waamuzi kwenye dabi na nani ambaye huwa ananufaika zaidi na waamuzi. Unataka kusemaje? Nataka kusema, kusema kwamba ukiona mtu anashtuka ujue amekuwa akipata feva ya waamuzi sana, na kwenye dabi hizi amekuwa akipata hizo feva dhidi ya mpinzani wake. Ndio maana mm. wameanza kuingiwa na mchechetu huyo. Jana Alikamwe wamesema, tutapeleka malalamiko yetu TFF, mapendekezo yetu na maoni yetu kwamba mm swala kama hili waamuzi wanatoka nje, hatujashirikishwa na mambo kama hayo ushirikisho wow, liweje? kamati ya waamuzi, unajua mimi mimi mimi ninachokielewa kwa upande wa Yanga yeah, ni kwamba unajua mechi ya mwisho ya dabi maamuzi yalilalamikiwa zaidi, yaliwafeva Yanga hiyo, yeah, inaeleweka nafikiri. Okay, kulikuwa kuna incidents nyingi ambazo pengine zingeamuliwa kwa tafsiri ya kisheria ya mpira ingepaswa kuwa penalty zaidi ya mbili, yeah, ambazo Simba walinyimwa dhahiri shahidi, yeah, pengine eh, wanahisi mwaji wa binadamu eh, kwamba bana, kwa, kwa sababu dabi ya mwisho tulalamikiwa sisi, labda wameletwa kwa ajili ya kutukomoa sisi. Hapana, mwamuzi anapotoka huko, anashabikia labda Zamalek, anakuja hapa Simba na Yanga zote anaziona timu za kawaida, hazina hazimgusi. Ukifanya faul ndani ya penalty box, elimpanzo amekufinya umemgusa, penalty. Umeenda kwa upande wa pili, Pacome amekufinya umempiga buti, penalty. Kwa hiyo wa relax, wacheze mpira, umeelewa? Mpira ni, ni mchezo ambao unaamuliwa kwa tafsiri za kisheria na of course vitu vyote hivi havitokei kwa bahati mbaya, Fiji Bovu, usiambiwe mambo ya Saaduni si na nani. Umeelewa? haya mambo yanatokea yakiwa tayari ameshakuwa planned. Unanielewa ndugu yangu, yaani haya mambo sio waamuzi wageni, mambo si mambo hayo nilokwambia, hayo mengine antidoping na vitu vingine vyote vinavyotokea tayari vilikuwa planned, viko kwenye system hapa, vinatekelezwa tu. timu zitabweka lakini zitacheza inaweza ikawa ni mechi bora sana kwa sababu ya kuwa na waamuzi wa kigeni, na mimi nasubiria pia kuona hicho kitu, kwa sababu hawa waamuzi wote waliokuja wana beji za FIFA, lakini zaidi ya yote wana experience kubwa hmm. lakini kingine hawatakubali kuharibu CV zao kizembe, yaani wametoka huko Misri, wanatazamwa na hii ni dabi namba nne kwa ubora inatazamwa sasa hivi, waweze kuchezesha chini ya kiwango ni kitu ambacho hakuna. Na niliongea naye unajua jana Uh, mmoja ya wachambuzi ambao wanaonekana wako wamebezi sana upande wa Afrika, sitaki kumtaja jina. Mm -hmm. Unajua uh, wachambuzi tunajuana si ndio? Ndio, ndio. Aliposti taarifa mpaka sasa waamuzi hawajaingia mjini, mpaka jana waamuzi hawajaingia mjini. Lakini mimi jana nimeongea na mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Nasoro Amduni, anakuambia waamuzi walishaingia tangu juzi na wamewahifadhi sehemu anakula, u, uka, anakula kipupwe mm, eh, upepo wa bahari wasikutane na vidola, wasikutane nikamwambia, vipi mjawambia hata wajamaa sema wajui. Kwa hiyo mpaka sasa waamuzi wako safe mm. na naamini wakichezesha hii yeah. mechi fairly, Simba inaweza ikawa ni dabi yake ambayo naweza kashinda kwa idadi nzuri ya magoli, kwa sababu brother, Simba wana timu bora sana kwa sasa, na iko wazi ni watu watae kusema kwa sababu uh, wana maslahi yao, lakini ukizungumza mpira kwa sasa kwa namna ambavyo umewatazama, Simba wamefika hadi hatua ya fainali, si ndio? Yanga msimu huo ameshia hatua makundi mm, lakini angalia intensity ya Simba kwenye michuano ya wa kimataifa wakaihamishia kwenye, kwenye dabi. Chukua tu sample ile wewe, umesoma kidogo chemistry physics, maabara unaingia ingia na mix dawa. Sasa chukua ile sample ya Simba na Berkane ya pale niyo Amani, alafu ilete leo katika uwanja wa Mkapa. Kuka, Daan, kaka, watu watatoka damu wato toka damu kwa sababu uh, eneo la kiungo la Simba Fabrice anapiga pasi ambazo zinafika, alafu ni pasi zile long pass, diagonal pass, pinpoint pass, naongea vitu vizito hapo, ndio unaelewa vizuri. Alafu chini kuna chini kuna Yusuf yeah. Kagoma ambaye, yeah. Kagoma yeah. yule anakugonga nge, alafu mamuzi aoni ogopa sana Kanuti, alikuwa akikugonga lazima mamuzi aoni, lakini Kagoma anakupiga. Alafu sasa na mimi na naweka naweka prediction yangu kwa kumalizia. Malizia. Of course mchezo ni mgumu, lakini ipo penalti? Penalti zipo, yaani hakuna hakuna penalty moja ipo, hakuna. Upande gani? kuna timu sitaki kusema kwa upande gani, inaweza ikatokea pande yoyote, lakini kuna timu imezoeleka kuwa aggressive sana kwenye michezo. Nikisema aggressive nafikiri wataalamu wanaelewa, yani matumizi ya nguvu, matumizi ya nguvu yamekuwa makubwa sana. Kuna baadhi ya timu na muda mwingine ni kwa sababu wanalelewa, unakuta waamuzi wa ndani hawaoni na vitu kama hivyo. Sasa kwa sababu leo kuna mwamuzi wa kigeni, kama watacheza kama ambavyo wamekuwa wakicheza dhidi ya waamuzi wa ndani, penalty ipo. Sasa unaficha ficha, malizia kaka, malizia. Penati nyingi mimi naziona kwa Simba. Of course leo Simba wanapata penalty si chini ya Huyu kidogo ameficha kodi, lakini kodi mia. Utofauti wa Simba na Yanga, Simba wana wachezaji wengi sana ambao wana wana determination, wana uwezo wa kuingia kwenye eneo la penalty, yani kwenye box pale. Simba kuingia, wana wachezaji wengi kwenye, wana uwezo huo. Mfano mdogo, Kibu anapenda sana box, Kibu li anapenda sana boks, lakini mwingine anapenda box sasa hivi ni Joshua Mutale ambaye najua atatokea bench. Mkwala anapenda sana kuingia kwenye boks mwingine anayependa kwenye box ni Elpazo kibisa wala naye pia anapenda box. Mwingine anapenda box ni Hau, naye pia anapenda sana boxi. Yani Kibu Dennis na Elpazo na hapo pamoja na Mkwala wao wanapolipenda box kama vile wamemisi mpenzi wao, yani imagine wamemisi mpenzi wao, umemtumia nauli akawa na kuchelewesha siku kamtumia nauli. Simba leo kinakibu amemisi penalty, amemisi kuingia kwenye box. Je, waamuzi ambao wanauwezo wa kutoa matukio kama hayo wapo? Ukiangalia huyu mwamuzi ametoa penalty nyingi sana ya penati, 30 na kitu katoa huyu, sio mchezo yaani, penati, penati, foul, foul, kadi ya njano kadi ya njano, nyekundu nyekundu. So utumie kama Simba, hii mechi wataingia wakiitaka hii mechi, kipindi cha kwanza wanaimaliza kwa sababu Uh, wakiingia na intensity ile fighting spirit kweli kweli kuitaka sana box, alafu baka, baka pia ana makosa mengi sana kwa sasa. Baka huwa ana makosa mengi jobu. uh, kidogo yuko vizuri, lakini baka ana makosa mengi sana, kwa hiyo lazima uh, tushuhudie leo matukio ya penalti, na naamini hilo. Lakini Yanga wachezaji wao no anaopenda box ni Maxi Nzengeli, lakini pia Pacome Zouzoua. Ukiangalia wengine sasa wapate, kwa sababu mpishi wao ni Chama watu tuwape vitu uh, uh, wanasema tuwape vitu, wanasema nini? Vice versa, sasa. Vice versa. Chama ndo mpishi wa Yanga, lakini Chama yuko very slow . Na Chama mechi kama dabi mara nyingi ziwaga zinamshinda sana, na leo ndo atapewa jukumu la kuhakikisha anasambaza upendo sawasawa kwa kufika kwenye penalty uh, box la mpinzani ambao ni Simba. Inaweza ikawa ngumu sana. Mara nyingi zaidi wanaweza kawa wanatumia franks kwenye mawings labda leo umone Max anatoka pembeni, Pakome anatoka pembeni, Mzizi anatoka kati. Hao ndio wanaweza wakachangia waka, waka zaidi kupiga makros ambazo zinaweza zikapa faida, lakini siwezi kuona Yanga leo wakitokea katikati na wakinufaika zaidi. Kwa hiyo kuingia katika eneo la penalty area mara nyingi ni pale unakotoka katikati ndio unaweza ukapenya zaidi kuliko kutoka pembeni. Kwanini pembeni? Hadi utafute box umeshakutana na vigingi vingi sana, kwanza fullback tatu, central defenders. Nne. Uh, wale wale wale uh, defensive midfielders walehu wanasogea sana lakini, ukiweza kupenya katikati ya uwanja una hiyo hiyo faida faida. Sasa so, ukiangalia kwa Simba hiyo faida pia ipo kwao. Malizia na ile Friji Bovu, umetoka kuzungumza na kusema kwamba Simba wanaweza wakapata penalti almost tatu na kuendelea kwa mchezo huu wa leo katika boxi la Dar es Salaam Young Africans, hapo unataka kutoa tafsiri gani kutokana na defensive line ya Dar es Salaam Young Africans? Ah, kwa sasa of course, kwa timu za kawaida za ligi kuu Yanga wanaonekana wana safu bora ya ulinzi, lakini when it comes kwa mechi kama hii ya Simba mechi yenye intensity, mechi ambayo wachezaji wana level kubwa kabisa ya, ya ushindani. Mtu kama Eli Eli Mpanzo anatakiwa na Stade Brest ya pale Ufaransa, brother, anatakiwa na Malmo FF ya pale Sweden saizi, Swedish vitu vya Fijibovu hivyo, anatakiwa na, na KRC Genk ya pale Belgiji, anacheza kwenye dabi leo. Sasa nikupe za ndani uliko ujui, mawakala wamekuja wa hizo wa timu Malmo, Stade Brest pamoja na wanamtazama atakuwa kwenye level gani ya upambanaji. Alafu Kibu Dennis, hii ndo mechi ya mwisho wanasema tonge la mwisho linakomba mboga. Kwa hiyo leo wachezaji wanataka kuonyesha uwezo wao, ili mwishoni mwa msimu thamani na value zipande, hasa kwenye transfer market. So to me, Simba wana wachezaji wenye quality.